Mheshimiwa Spika, baada ya maneno hayo ya utangulizi niseme tu tuko na kazi kubwa mbele yetu. Natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu, kazi kubwa kwa nafasi niliyopewa, lakini kazi kubwa ya serikali, lakini kazi kubwa kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nchi yetu chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025 2050, na awamu ya pili ya serikali ya awamu ya sita ndio itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na mheshimiwa spika, unatambua kwenye mbio za vijiti za kupokezana, mwanzishaji wa mbio hizo, kipande cha kwanza asipokimbia kwa mbio ndefu, kwa spidi kubwa hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya sita kwa awamu ya pili ndiyo inaanzisha utekelezaji wa dira ya 2025 2050. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Watanzania. Dira hiyo imebeba matumaini makubwa ya vijana ambao ndio hasa walengwa wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imejumuisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali, na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi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 nitakuja na fiekeo na ratu lazima. Maono ya Mheshimiwa rais lazima, maono ya Mheshimiwa rais, ahadi ambazo Mheshimiwa rais amewaahidi watanzania lazima zitekelezwe. Mheshimiwa Spika, katika kumalizia, nitoe rai kwa watanzania wote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 asanteni sana bunge, wabunge. Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. asante sana.